Lakini kabla ya hapo mwezi Februari, Tundu Lissu alikuja alinitembelea, na kati ya mambo aliyo nieleza ilikuwa ni msimamo wao, msimamo wa CHADEMA wa no reform no elections. taka nieleze kwa kina alinieleza alinieleza na sababu zake ni nini, kwamba kwa kuwa kwa tuna matatizo haya, tukubaliane kitaifa, tuahirishe uchaguzi miaka miwili mitatu, serikali hii iendelee, tufanye mabadiliko, kisha tuwe na uchaguzi, kwa sababu tukifanya uchaguzi sasa hivi hakutakuwa na haki kwa sababu tumeona mfano hii 2019, 2020, 2024 tukifanya uchaguzi bila mabadiliko tutapata matokeo hayo ambayo sio. Basi mimi nilimshauri Tundu Lissu nikasema, naona wasiwasi wenu ni wasiwasi wa kweli, kwa sababu kutokana na haya yaliyotokea huku nyuma, inawezekana kweli mna uoga wa kweli, lakini sioni uhalisia, sioni uhalisia wa kuahirisha uchaguzi kwa muda wa miaka miwili mitatu, sioni uhalisia huo. Kwa hiyo nadhani hili sioni kama linaweza kukubalika, ambia nadhani ingekuwa vizuri tujitahidi kuondoa dosari zilizotokea 2019, 2020 na 24, kwa sababu huko nyuma, kwanza hata mwaka 95 e, e, tulitumia misingi iliyokuwapo na vyama hivi vya siasa vimekuwa kwa kufuatana misingi hiyo. Tufuate hiyo, turudishe iwe utaratibu wa uchaguzi kama tulivyofanya 2015. Baada ya hapo ndio sasa tuendelee na mabadiliko mengine e. Hakukubali pale pale, lakini mi nimwambia haya unayozungumza mengine hayawezekani, nenda mtafakari, muone tunaweza kutumia kingine. Sasa baada ya kusaini ile, nilipoona mambo yale tukaona kwanza turudi tuzungumze na kafu ah, sio kafu, samani Chadema. Kwa hiyo mimi na mzee Butiku tuka tukaomba tukutane na uongozi wa Chadema, tulikutana nao, ilikuwa ni timu kubwa, wale alikuwapo tulimchukua tulikuwa natania, tunasema sisi wazee hatuwezi kuandika, lazima tupate kijana wa kuwa anatuwekea rekodi. Tulikutana na ofisini kwangu, tukazungumza haya haya mbia bado, tukawashauri kwamba kuna mambo mengine mnayodai hapa haiwezekani, lakini kuna mengine ni kweli, yanaweza kufanyiwa kazi Nendeni mkatafakari, tuone tutaendelea, ili tuje tupate mwafaka. Haitakuwa vizuri Chadema kutoshiriki uchaguzi. Baada ya hapo, tukawasiliana na mwenyekiti Tuka wa tume, nadhani ilitoka kwenye presi mliona, tukamwambia tumeona hii, lakini kitendo chenu, uamuzi wenu utakuwa umeingua watu wengi, na ukiwa na watu katika nchi ambao hawaridhiki, wanaona hawapati haki yao, inaweza kuwa ni msingi wa vurugu. Kwa hiyo tunawaomba, tukawaeleza tumekutana na Chadema, tunajaribu kuwashawishi na wametuambia kwamba, hata mliofanya, bado kulikuwa na mashauriano. Nyinyi mmesaini, na sio lazima kila chama kisaini siku hiyo hiyo kwa hiyo mureflect tena, kama wakikubali kusaini msije mkafunga mlango. Mwenyekiti akanijibu akasema wao wameamua, kama kuna mtu akubaliana na waamuzi wao aende mahakamani. Kasea hili sio la mahakama, tuone hali ilivyo kwa sababu ni kanuni, tukiona hali na demandi kwamba turudie hizo kanuni tuzitazame upya ili tuepushe madhara, tusije tukakataa. Akaniambia, basi nitakwenda nikutane na wenzangu, tutafakari tuje tuone an. Lakini baada ya hapo wakaendelea kugazeti zile kanuni, nikawasiliana na CCM azungumza wa katibu mkuu wa CCM kamweleza tuliyozungumza na Chadema tuliyozungumza na tume na ni vizuri CCM nayo itafakari. nazwa Anilipa, CCM, na ujua, kwa sababu lazima tufikie mwafaka, maana alinipa mwa CCM unajua kwamba kuna madai ya Chadema ambayo hayawezekana hawezi kufanik lakini kuna mengine tunaweza kuzungumza. Kwa mfano hiyo ya kuondoa dosari zilizotokea katika chaguzi hiyo, tunaweza kuzungumza, na akasema, we na mzee Butiku mwendelee ende ea. Tukakutana tena na Chadema, kutanaye mara ya pili tulipokutana nao, hali ilikuwa imebadilika, kwa sababu wakati huo nadhani walikuwa wanakwenda kufanya mkutano Kariakoo, kasa waliomba ruhusa wakapata baada ya kama siku sita hivyo, wanakwenda kufanya mkutano, wanakuja kuzuia. Wakati huo na wenyewe wanasema hii ni njama, wanasema kwamba kufanya mkutano Kariakoo inaweza kuleta vurugu, kwa sababu wako watu wa aina nyingi, wa vyama vingi, wa imani tofauti, sio mahali pazuri pa kufanya mkutano. Wanasema hii imeanza lini? Kwa sababu mikutano imekuwa inafanywa Kariakoo, hata kuna wakati Tundu Lissu alifanya mkutano Kariakoo, serikali imekuwa inafanya mkutano Kariakoo. Sasa hii kwa nini? Wanasema wataona maeneo gani ambayo vyama vya siasa vitafanya mkutano. Anasema huku nyuma mtu anaweza kufanya u... kampeni mahali popote, mahali popote, na wengine vyama vidogo vidogo vile huwa vinatafuta mahali palipo na watu wengi nakwenda sokoni na hata vikubwa hivi so. Kwa kwa mfano si CCM tulikuwa na kauli zetu, unasema kampeni nyumba kwa nyumba, kwa hiyo unakwenda mahali popote sasa hii. Lakini zaidi ya hapo wakasema walimisihendo kiongozi wao kwamba walimkamata suja raundi saa kumi na moja wakazunguka naye, hawakumpeleka police station. Maana wamemkamata Msimbazi, police station yuko karibu pale, hawakumpeleka huko, wamezunguka wamezunguka, mwisho usiku, wanamtelemsha mahali afrik. Wanasema hii ni kuteka, ni utekaji na kutesa kwa, kwa sababu ifanyike kasema lakini hiyo isiwakatishe tamaa tupange tena tuone kama tumaweza kuendelea mazungumzo yani ikaja tarehe ishirini na nne baada ya ishirini na nne nadhani ndio akasema hakuna uwezekano fikia mwafaka na haya tarehe ishirini na nne Eh, kabla hapo tulikuwa tena tumerudi kwenye tume kuomba sasa tuwe na mkutano na mwenyekiti wa tume, mina na mzee Butiku tuweze kushauriana, tuone msimamo wa Chadema, msimamo wa serikali, msimamo wa CCM, tuweze kushauri kufanya nini. Nikampelekea ujumbe mwenyekiti kwamba tunaomba mimi na Bitiku twende kuonana naye, akanijibu kwamba kwa wakati huo hatakuwa na nafasi kwa sababu anakwenda mikoani kuhakiki uboreshaji wa daftari la wapiga kura na kuona eh, mapendekezo ya mgawanyo wa jimbo. Lakini kwa kuwa tulikuwa tunatona jambo muhimu, nikampelekea ujumbe tena kwamba kama yeye ana nafasi, aruhusu aelekeze mjumbe wote wa tume ama katibu tuonane nao. Akanijibu kwamba haiwezekani kwa sababu wote hao hawatakuwa na nafasi kwa maana nyingine, si tulitafasiri kwamba tume haitaki kukutana na sisi. Sasa katika hali tuliyokuwa tumefikia kwamba Chadema kwa haya yaliyotokea, kuanzia Kariakona ishirini na nne sasa amatoka tume, inaonekana hawako tayari. Tukasema tuahirishe hii kwanza, kwa, kwa hiyo hatuendelei, lakini matokeo haya yali yaliyotokea yana wasiwasi mkubwa. Nimeona yaliyotokea tarehe ishirini na nne. Msimamo wa CHADEMA wanasema kesi ya Lissu ya public interest, na watu waruhusiwe kwenda kushiriki serikali inasema hapana, watu kwenda pale watazuia shughuli nyingine. Kwa hiyo hakuna watu kwenda pale. Sasa imefika siku hiyo, watu wamekwenda pale, polisi wamekwenda pale, serikali inasema hatutaki maandamano hapa, amekwenda pale. Niliokuwa naangalia haikuleta picha nzuri hata kidogo. Serikali ilikuwa inaogopa kwamba ukija umati ule inaweza kuwa, kuwa na vurugu pale. Wale watu wamekuja pale, hakukuwa na vurugu, hakuwa na vurugu pale. Na hii sio mara ya kwanza, sio mara ya kwanza unakuwa na kesi ambayo ina public interest, unajua watu wengi watakuja kuisikiliza. Nilikuwa namuuliza president hapa, kwa sababu mimi miaka mingi sana sijaenda mahakamani. Wakati wetu ilikuwa ukiona kesi ni ya public interest, ile mahakama unatafuta mahali pakubwa. Kwa mfano pale High Court kulikuwa na koti rooms ambazo ni kubwa, ndio kesi ya public interest unasema itakwenda huko, kwa sababu watu wengi watakuja kusikiliza, na kama hapa tosi, unafanya utaratibu watu waweze kuifuatia nje ya mahakama hiyo. Kwa hiyo halikuwa jambo jipya limpata kutokea, na hii Sema, hii mi niliona ni sehemu ya tatizo kuzuia watu wa, lakini ya, ni yale yaliyotokea pale yaliyotokea pale polisi. Kazi yao ni kulinda usalama wa wananchi na mali yao, na wanafanya hivyo kwa kawaida wanafanya kazi nzuri kwa kweli hakuna lawama kubwa kwa kazi ya polisi katika kulinda usalama wa wananchi na mali yao. Matatizo yanakuja polisi wakianza kushughulikia siasa. Huko nyuma tulipokuwa tunapata e, cases hizo za public interest mahakama ilikuwa inashirikiana na polisi kupanga watu na wakija wengi wanazungumza nao kwamba sio kwamba tunawazuia msiende kusikiliza kesi, sababu ni kwamba hakuna nafasi ya kutosha. Kwa hiyo ataruhusu watu kiasi fulani, wataingia wengine, labda mtakaa mahali. Ndio ilikuwa inafanyika hivyo kwa kushauriana. Hapa ikaonekana ni mapambano, sio kushauriana, ni kwenye geti imezuiwa wasiingie, wala hujui kama kule kuna nafasi ama hapana, ni kuzuia. Na walivyokuja polisi hawakuja kwa njia ya amani, maana unakuja unashughulika na hili, uje kwa amani ukiani iliyotokea tarehe ishirini na nne baada ya ishirini na nane walikuja kwa mtindo wa vita, huko kwenye uwanja wa vita. Umejiandaa, una silaha, una magari mengi tu, wa askari wengi sana, kwa hiyo una bunduki, una marungu, umevaa helmet nambwa una farasi yani, atmosphere ile ni kama uwanja wa vita. Hapo ndio tufanya kosa la kwanza. Ingewezekana kabisa kusema hapa ni kweli, hakuna nafasi ya kutosha watakaoweza kuingia hawa wengine, ama wafanye utaratibu mwingine, na nadhani technology sasa imeendelea, wangeweza hata kuwa na screen mahali fulani wakasikiliza, lakini inaonekana kama mapambano. Kwa hiyo kwa upande wa serikali wanaona ni kulinda amani, kwa upande wa Chadema wanaona hii ni kuonea, na kila mmoja ameshikia upande wake. Nadhani hili la kesi hiyo kuna misingi, maana sijui, maana wakati wote huwa uamuzi ni wa mahakama, lakini hapa inaonekana uamuzi ulikuwa wa polisi. Turudi kwenye taratibu za kawaida, turudi kwenye taratibu za kawaida lakini ilikwenda mbali zaidi, na hii inasikitisha kidogo, kwa sababu ndio inapandikiza mbegu ya vurugu. Na baadaye, siku hiyo, kuna wananchi walikamatwa, walikamatwa na polisi pale pale Kisutu, wakawekwa kwenye magari wakachukuliwa na polisi. Mambo ya kawaida, ungetegemea wanapelekwa kwenye police station. Hawakupelekwa kwenye police station, baadaye wamekuja kutoa maelezo <coughs> wamezungushwa sehemu mbalimbali, wengine wamekwenda kutupwa kwenye msitu, sijui

kukamata watu na wanataka waaminike kwamba kamata watu. Lakini mo ni kwamba hawa watu wamekuja wamezungumza, na waliozungumza pamoja na polisi kusema kukamata watu, waliozungumza hakuna kwa upande wa polisi waliokama yaliotendeka, polisi wanasema walikamata wawili, walikamata wawili viongozi wa CHADEMA. Maana mi sijui wanatumia sheria gani, kwamba hawa walikuwa njiani kwenda mahakamani. Heche na Mnyika. Eche amekamatwa Saranda Bridge. Kuna polisi station pale Saranda Bridge. Amekamatwa pale saa mbilio oso asubuhi, hakuonekana siku nzima, wanatafuta yuko polisi station gani, haonekani yeye mwenyewe anatoka, niliona kwenye press conference yao ameeleza kwamba alichukuliwa, wakazunguka wakaenda unonio mbweni, wapi, yuko kwenye gari tinted, hapati maji, hapati chakula, wanazunguka siku nzima Mwisho anakwenda Oysterbay police station, na huko hateremshi, yuko kwenye gari. Baadaye wanasema wamrudishe nyumbani. Kwa maelezo yake, anasema wanaelekea huko, anaona anapita sehemu mpaka, tena wamekwenda mbweni mbweni, ndio sijui wasaidizi wake wameweza kukimbia Karazifu, polisi wamerudi mpaka Kunduchi kituo kidogo cha polisi, ndio anamwambia aende atoe maelezo aliyosema hule, akasema ye atoe maelezo basi, wakasema tunachukua particulars, wakamwachia. Ametoa maelezo haya, polisi hawajaakana unamchukua mtu ne, a, sisi wanasheria wa zamani hatujui utaratibu wa siku hizi, hivyokuwa unaweki na polisi. Ukimkamata mtu unampeleka police station, unamchaji. Haikuwapo unamkamata mtu siku nzima unazungumza zunguka naye kisha unamwachia bila kumchaji. Sijui ni sheria gani. Namnyika naye ana the same story. Polisi hawajakana na wanataka wananchi wawamini, na haya yote yalizungumza. Hakuna kitu. Nasema hii kwa upande wa polisi, nilisema 2020 nilisema 2024, tuache kuhusisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa shughuli za kisiasa, tuwache waendelee na shughuli zao. Watakuwapo katika shughuli za kisiasa, watakuwapo, lakini wasiwe wao ndio wanaamua.